ika vituo vya polisi. Lakini kwanza kabisa tulianza na kituo cha polisi kikubwa hapa Dodoma cha Amani Central. Tulipeleka zile taarifa na baadaye wakao wamezipokea zile taarifa na wakatupa hiyo nini Arabi, kwa hiyo tukao tukashukuru kwa msaada wao kwa hapo ambao walitusaidia. Lakini baada ya hapo tulitoka tukaelekea sipitali ya rufaa General tuone kwamba labda pengine alipatwa na ajali, kulingana na hali ya upepo inaendelea, pengine labda alipatwa na ajali. Kwa hiyo tukaenda kuwe, tukapokelewa pale, tukataja majina na umri wake, lakini ilionekana kweli majina ya Martin wapo, isipokuwa kwa umri wake ni kama ilikuwa ni shida kupata, lakini walisema tu kwamba tupite kwenye odi za watu waliokutana na ajali majeruhi mbalimbali. Kwa hiyo tulipita kwenye zile odi tukakagua mgonjwa mmoja baada ya mwingine, lakini sura ya Martin hatukuipata. Yes, uh, shalom, mtu wa Mungu. Eh, ninaamini tokea tumetoa taarifa za kuhusiana na kupotea kwa ndugu yetu ambaye picha yake ni hii, unaweza kuiona. Inawezekana hujaona sura zetu, maana umekuwa tunaona tunatoa taarifa. Sasa tulitaka pengine tuthibitishe tulipoweza kupita na nini, tumeshika tulifanya nini na nini, kwenye hatua gani, ili pengine maelezo yetu yaonekane yana sababu za kimashiko za moja kwa moja hapa mm. E, tulipo mkononi tuna arabi mm. Arabi hii tulitoka nayo kwenye kituo cha sento ambacho kipo Dodoma mm. Kituo kinaitwa kwa amani mm. Kuna shule pale pale Sento ndio tupo tukaweza kupata arabi hii. Mimi sikwenda wala sikuonekana pale mm. Hapa ndugu yangu ambaye mashirika pamoja nasi ambao tunabudu wote pamoja kwenye ile kanisa na wako wengine ambao wenyewe wako vyeyula na biawana. Kwa hiyo tukawa tumejaribu kuwasiliana, tukakutana. Ilikuwa ni siku ya Oktoba ishirini na mbili, siku ya Jumatano. Sasa namna ambazo pengine tunaweza tukaelezea za namna ya kupotea kwake kwa sehemu, sasa hapa niko na ndugu yangu hapa, pengine eleze kidogo tulikutanaje na tulianzaanzaje, alafu baada hapo nitarudi nita, nita, nita, nita nikwambie jinsi alivyopotea, na pia nitakuwa na watu ambao tunawashakia waliofika pale ambao moja kwa moja ni wazi naonyesha walikuwa nanitafuta na mimi pia, kwa sababu mimi ndo mchungaji wa Martin James. Hata kama wangelitaka kumchukua kisheria zozote, lazima mchungaji wake niwe na taarifa, lakini kwa kitendo ambacho e, wanakuja kiwizi uizi, kwa sababu sisi pale mtendaji ananifahamu na namba na yangu anayo, balozi pia namba yangu anayo, mwenyekiti pia namba yangu anayo, na pia pale kanisani tumeweka namba za simu ambazo mtu yoyote akifika ni rahisi kuziona, lakini kwa kitendo ambacho wale walikuja kwa njia wiziwizi, ambao wakawa nasema wana shida na kanisa la kikosikazi, wakaonyesha picha ya ndugu yetu Martin James, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumanne majira ya saa tano. Hao watu namna zao za uvaaji, kuna mahali na mimi katika taarifa za kina utafutaji wangu nilibaini hao watu kweli walikuwepo, mazingira ambayo na mimi nilikuwepo, ila nafikiri pengine kwa sababu aidha ya kimaombi tunayokuwa tunayaomba, sitaelezea hapa kibibilia, ila nitaeleza tu kisa fulani cha ndugu anaitwa Elisha ambaye alifuatiwa na majeshi wakiwa na shida ya mkamate, alipofika Biblia inasema wakumtambua walipigwa upofu mpaka wakawa namwiza. Tunauliza Elisha hapa ndo yupi? Unakuja unaona, walishindwa kumtambua mpaka akawapeleka katika nafasi za kiusalama, wakawa wameshikiliwa kwa muda, ndipo Elisha aliendelea na majukumu yake mengine. Sasa nataka nieleze stesheni kidogo vya vitu kadhaa. Sasa pengine kabla sijavieleza kwa kina na kwa undani nitataka kwanza, ndugu yangu hapa e, na yeye ambaye tumepambana pamoja na wako ndugu zetu wengine ambao tulipambana nao pamoja, nijaribu kurejesha kwake aeleze changamoto tulizokutana nazo na tulipita wapi kwa sehemu, afu baada ya hapo nitaelezea mengine. Mimi na watu wa Mungu e, tunayo masikitiko makubwa juu ya ndugu yetu Martin James aliyetoweka kwenye mazingira ya sitofahamu tarehe ishirini na moja ilikuwa ni Jumanne Oktoba. Tulipata taarifa kwa kiongozi wetu anayehudumu pale Mkonze. Ni habari zilitusikitisha sana sana, sio kidogo, lakini baada ya kupewa zile ripoti Jumatano Tuliamka kwa pamoja tulielekea maeneo kwa ajili ya kutoa taarifa juu ya kupotelewa ndugu yetu. Tulifika vituo vya polisi, lakini kwanza kabisa tulianza na kituo cha polisi kikubwa hapa Dodoma cha Amani Central. Tulipeleka zile taarifa na baadaye wakawa wamezipokea zile taarifa na wakatupa uh, Arabi. Wayo, tuka tuka, kwa hiyo tukaa tukashukuru kwa msaada wao kwa hapo ambao walitusaidia, lakini baada ya hapo tulitoka tukaelekea hospitali ya rufaa General tuone kwamba labda pengine alipatwa na ajali kulingana na hali ya upepo inaendelea, pengine labda alipatwa na ajali. Kwa hiyo tukaenda kule tukapokelewa pale, tukataja majina na umri wake lakini ilionekana kweli majina ya Martin wapo isipokuwa kwa umri wake ni kama ilikuwa ni shida kupata, lakini walisema tu kwamba tupite kwenye odi za watu waliokutana na ajali majeruhi mbalimbali. Kwa hiyo tulipita kwenye zile odi tukakagua mgonjwa mmoja baada ya mwingine, lakini sura ya Martin hatukuipata. Baada ya hapo, tulitoka tukaenda mochwali Labda pengine yuko huko, nako huko tukamkuta. Msimamizi au kiongozi wa pale alituambia hapana, jina hilo au mgonjwa wa aina hiyo hatujampata. Kwa hiyo tumejaribu kupita kwenye mazingira ambayo kikawaida wanadamu huanzia kutoa taarifa humo. Kwa hiyo tunachojaribu tu kusema pengine, kuna mtu yoyote mai kusikia, uisikia mahali popote, basi usisite kutuambia ili tujue ni nini cha kufanya kutoka sasa. Kwa hiyo niseme tu kwamba kwa wale ambao watakuwa wameshapata hizi hizi ripoti pia au taarifa, ni pole sana, ila ni hicho ndio kilichotokea kwenye eneo la Mkonze mahali tunapoabudiwa pale, kikosi kazi, maana sisi tunakutana pale tunaabudu tukiwa chini ya kiongozi wetu huyo, hapa kiongoziwetu. Kwa hiyo sasa ni, nitoe tu wito kwa watu wote mnaotutazama kwamba kiukweli kama sisi wanadamu hatukupaswa kufikia huko. Kama ni kweli Mariti alikuwa na kosa fulani katika shughuli zake za kazi, basi apatikane hata kwenye kituo cha polisi, ili tuje tusikilize ile kesi, lakini si kwa njia ambazo zinatumika kwa sasa. Tusifike huko, wanadamu, huko sio kwetu. Naomba tu niishie hivyo, ila tu sisi ni wa aina moja tumetoka kwa Mungu. Tusifike mahali pa kupotezana kama mwewe. Naomba nishie hapo na Mungu awabariki. Eh, nadhani atakuwa ameelezea mchakato ambao niliona nisiuelezee mimi kwa sababu tulipokutanika tuliamua kwenda mjini. Kwanza tulianzia kwa mtendaji, pia na kwa balozi na kwa mwenyekiti ili kujaribu kujua kwa sababu tulipewa taarifa ambayo siku ya Jumanne mbao kama nimeweza kuelezea usiana na watu wale kuja na tutafuta kwa tulipita, pengine tuone hao watu watakuwa walipita, kwa sababu ya sababu zao zakuwa wamezitoa kwamba eneo tulilolijenga kanisa ni eneo lao, mmoja akidai yeye ni dalali na mwingine kama mmiliki lakini kwa sababu walipokuwa wamefika pale na waliokuwa wanazungumza naye ni watu ambao wao ndio wa kwanza kuwepo kwenye eneo lile. Kwa sababu hiyo, wote sisi pale ambao tuko ni kama ambao tumekuwa wakazi wageni, na yule ambaye ametupa taarifa hizi alitupa huku akisema, wale watu mimi kwenye macho yangu ni wageni, kwa sababu angekuwa ni wenyeji, mmoja anajitambulisha kama dalali. Sasa akasema hapana, mimi wale niliona ni sura ngeni, na unaonyesha ni watu fulani ambao e, wanaonekana ni wa maisha fulani hivi, ni kama uvaaji wao unaonyesha ni uvaaji fulani. Kuna nguo ambazo tumejaribu kuuliza uliza namlia amevaa jinsi chini, lakini pia a amevaa mashati ya mikono mifupi, naonyesha ni watu fana ambao sio wa kawaida kawaida hivi hivi. Sasa nisieleze sana hapo, nitoke baada ya kuona e, walisema kwa sababu neno la mwisho aliosema kwamba tutapita na kwa bolozi kwa sababu ya ili, ili eneo letu aliojenga kimakosa nina kwetu sisi baada ya hapo tukapita kwa baadhi tukatupona hakuna taifa zote, basi likabidi tuende kituo cha polisi, tuanze kwenda kutafuta vituo vya polisi, kwa sababu tuliambiwa kwamba wale watu walikuja na, ba, na, na na picha ya ndugu yetu. Kwa maana nyingine sisi tunaweza tukaa tunahisi pengine walikuwa ni polisi, kwa sababu polisi ndio hutumia njia hiyo wakati mwingine kumtafuta mtu ambaye anakuwa ametenda kosa lolote. Sasa tukahisi pengine ni polisi tukawa tumeenda kutafuta kwenye vituo vya polisi, kwa sababu sasa tukawa tuna sababu za kimashiko. Sababu tungekuwa hatujui kwamba kuna chochote kilifanyika siku ya Jumane, moja kwa moja tungekuwa tunahisi labda akapotea tu mm -hmm, lakini kwa taarifa ile ilitu, ilituonyesha kwamba pengine itakuwa ni polisi, basi twende kwenye vituo vya polisi tukaulize kama alikamatwa na kwa kosa gani, pengine kama kuna hatua zozote tuanze kuzifuatilia, namna ya jinsi gani tunaweza tukamtoa ndugu yetu. Na baada ya hapo, tulipokuwa tumeenda mjini, mimi sikuweza kuingia kwenye kituo ambacho wao waliingia hawa, kwa sababu tuligawanyika. Samahani, kamruhusu naye aongee. Sisi tulielekea vituo vingine ambavyo, eh, nitavitaja. Tulikuwa na watu ambao tunaabudu nao, tuko nao pale, na ndugu yake mmoja ambaye yeye ni mkazi wa pale pale Mkonze, ni ndugu, ni binamu yake, ndo tukaa tuko nao, ili ingia kituo cha kwanza ipo ingia kituo cha kwanza, tukauliza pale, tukatajua vituo ambavyo vinalaza maabusu. Kimojawapo ni tulitajiwa Sento, ambao ndio walienda wenzetu hapa tukatajiwa kituo cha Mkuhungu, tukatajua na kituo cha Yudom ambayo ni makulu kuelekea kule yeah. Lakini tukatajiwa na kituo kingine cha kwenda cha Mwino, panaitwa Mnadani na dawa zamani. Tukatajiwa na kituo kingine ambacho kipo Bonanza kuelekea cha Ng'ombe. Vyote hivyo tuliweza kwenda na umo mote hatukupata majibu <coughs> Kituo ambacho hatukubahatika moja kwa moja kwenda ni mojawapo, ni mkungu na Yudom, ambavyo hivyo tulituma watu wakatuulizie. Cha mkungu tuliambiwa hakuna, Yudom ndo bado hatujapata taarifa zozote. Lakini mpaka sasa tunaamini kulingana, kwa kuwa taarifa tumeshaukisha kuziweka mitandao, na sisi ndo ndugu zake kama kuna kituo kati ya hiki ambacho sisi hatujaingia, na pia kama pengine siku hiyo ambayo sisi tulikuwa tunamtafuta alikuwa bado hajaingizwa kwenye kituo chochote, basi pengine kama sasa atakuwa kwenye kituo chochote, tulikuwa tunahitaji pengine tupate taarifa zozote hmm. Narudi hapa nazungumzia mchakato wa wale watu ambao wao walikuja wakiwa wana shida na ndugu yetu. Hawa watu nilipata taarifa zao kwa sababu walikuwepo pale pale Mkonze na mimi nilikuwepo pale, sio kwamba nilioteshwa, nilikuwepo pale pale. Sasa na watu wa design hiyo na mimi niliwaona, na gari waliokuwa wameipanda au waliokuwa wanaitumia ilikuwa ni nyeupe. Sasa kwa sababu ya sikuwa najua kwamba wanaweza wakawa na mtafuta nani wana shida, nilisimama nani, nao karibu sasa, pengine kama walikuwa wananihitaji na mimi aidha, kama walipigwa upofu pale, kwa sababu ya maombi tunayoyaomba na mifungo ambayo tunafunga kwa sababu tunaomba sana, ili pengine Mungu atutoe kwenye giza ili ambalo pengine tunalo la kupotea potea watu kwenye nchi yetu. Kwa hiyo wale watu nikaa nimeachana nao pale, ila nami nilikuwa nina mashaka nao, kwa sababu nilikuwa sielewi namna zao jinsi walivyokuwa. Toka pale nikaa nimefika mpaka mazingira nyumbani, ndipo nikaanza kuona ndugu yangu hapatikani, ndio nikaanza kuwa na mashaka, nikatiliwa na mashaka. Sasa ziko taarifa zinazosema huyu ndugu yetu ni kama alichukuliwa pale pale senta, ambapo ni Mkonze. Ziko taarifa ambazo tumezipata ambazo tumezipata kwa samaria wema wakisema kwamba mbona yule ndugu ni kama alichukuliwa pale mm -hmm, mbapo alifika na pale akawa amepita a... kwa hiyo sasa, wale watu inaonyesha ni kwamba walifika tena pale walipomuona, ndugu yangu alikuwa yuko mahali, alikuwa ananunua mahindi pale pale senta kwa muuza mahindi mmojawapo pale alipokuwa amenunua kati anaondoka, wale watu walienda wakapaki mbele yake gari, wakarudi kwa muuza mahindi wakauliza ameshalipia, na walipojibiwa kwamba asharipia wakaondoka naye. Sasa hatuja prove kwamba moja kwa moja ndiye yeye. Sasa tunaendelea na sisi kulifuatilia, ila watu hao wa namna hizo na vaajizo hata mimi ni kama niliwaona. Sasa narudi hapa nisome maandiko haya kwa kumaliza maelezo haya katika kitabu cha Luka ile sura ya sita ule mstari wa thelathini na sita nasema, basi iweni na huruma kama baba yenu alivyo na huruma. Haya maandiko na andiko yenu ilisoma, aliwahi kulinena Yesu mwenyewe, alikuwa anazungumzia kuhusiana na dunia tunayoikaa, kwamba Mungu angelikuwa hana huruma asingetuma manabii asinge asingetuma wachungaji asingetuma watu wa Mungu kuwaonya watu juu ya mabaya yao, vinginevyo angetuteketeza sote katika moto wa milele wa jehanamu kwa sababu ya makosa yetu ya dhuluma, kuumizana sisi kwa sisi na kufanyia na mabaya hapa. Alijaribu kusema na kushauri, basi iweni na huruma kama baba yenu wa mbinguni yeye alivyo na huruma, anavyowavumilia mnavyofanya mabaya. Sasa tunasema ikiwa kama ziko sababu zozote zinazoonyesha ndugu yetu maiti ni pengine kwa sababu kuna wengine wamekuwa wanasema nyinyi tazo muna mnaweka klipu fulani mnakosoa serikali sasa. Mimi najuacho ni kwamba sisi tuna wahurumia wengine ambao tunaona wengine na nyoo wanapotea, maana hata mimi wenyewe nimekuwa nikitoa klipu za kuhusiana na watu wasitekwe na mambo wa mabaya asifanyike kwenye nchi yetu, kwa namna moja ama nyingine. Sasa wamekuepo watu wanasema kamdomo kanawaponza. Mimi niseme hizi si lugha ambazo tutakao tuzitumie kwa sababu wewe si mwema sana, si wote wanaokutwa na haya, kwa sababu hata sisi hatu, hatu, hatu confirm moja kwa moja kwamba amechukuliwa na serikali au katekwa. Hatu confirm kwa sababu hatuoni jinsi alivyokuwa amechukuliwa moja kwa moja kwa maana, hata tulikuwa tunaenda kituoni sisi tulienda kwa taarifa za watu waliokuja wakiwa na picha, tukisema pengine ni polisi. Kwa lawama moja kwa moja hatuzitupi, labda pengine kwa rais, ingawa ninazo sababu za kuzisema pia. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea watu kupotea potea, kwa namna anavyopotea Tanzania, kwa nchi za wenzetu zilizoendelea ilipaswa majeshi yawe na sababu za kujibu, kwa nini wananchi wenu wanapotea na nyinyi hamuyachukulii mambo haya kwa uzito. Tukirudi nyuma kidogo, kwenye kipindi alichokuwepo Rais Magufuli walipopotea watoto fanya maeneo ya Njombe ilibidi wawajibike wakubwa waliokuwepo pale mahala PC walitolewa kwenye kazi, kwa sababu ya kuonekana, kwa nini mnashindwa kudhibiti hali hizi za watu kupotea? Sasa na sisi tunao uhalali, kwa sababu sisi ndo wananchi, pesa zetu sisi ambazo tutakuwa tunachajiwa mahali popote, kwa sababu tunatumia milaya, mambo mengine, tuna kuna kodi zinakuwa zinakatwa hizo ndizo ambazo pengine zinazowapa mishahara watu wa kwenye system. Sasa tunao halali wa kusema kwa nini watu tuwe tunapotea, alafu ichukuliwe kawaida tu, na hata watu ambao tunakuwa tunawazungumzia kwenye mitandao wanatekwa, wanatekwa na zulia watu, isifanyike hivi. Kwa nchi za wenzetu zilizoendelea, majeshi huwa yana sababu ya kujibia kwamba mumeshindwaje? Mkuu wa mikoa au wakuu wa wilaya mumeshindwaje kudhibiti hali za watu kupotea, na imekuwa kitu cha kawaida? Kwa sababu nyinyi mupo kwa ajili ya usalama wa raia. Mfano, mkuu wa mkoa wa Dodoma na upande wa majeshi ya polisi alapisi wa Dodoma, kulikuwa kuna namna ambayo matukio kama ya watu kupotea basi iwepo namna ya kujibu kwamba mmejihakiki vipi au mmejiweka vipi, ili kuhakiki kuhakikisha usalama wa raia unakuwepo. Itimisho langu ni kwamba kwa sababu na mimi inaonyesha ni kwamba yawezekana nikaa kwenye most wanted. Kulingana na komenti za baadhi ya watu ambao wamekuwa kikomenti kwenye klipu zangu ambazo tulikuwa tukimwelezea kuhusiana na ndugu yetu kutokuwepo, na watu wamekuwa nasema pengine kwa sababu nyinyi mnakosoa serikali basi, pengine yawezekana ikawa kwa sababu sasa, wanaonekana kama watakosoa ni kama ndio wanavyopotea kwa namna hii. Ila narudia na kutena na tena, hatukomfemu wala atusibitishi kwamba ni serikali ndiyo iliyohusika kwa kupotea kwa ndugu yetu, ila kwa sababu za mashiko shiko ya hapa na pale za watu kupotea, tunakuwa tunaishi basi, sisi kweli hatuko salama. Mimi ninachoweza kusema ikiwa kama nitahitajika mali popote kwa maelezo yoyote, aiza polisi au mahali popote kuelezea kwa kila jambo hili, nadhani mwenyekiti ana namba yangu, lakini pia mkuu wa mtaa balozi pale na mtendaji pale wanazo namba zangu za kunipata moja kwa moja. Niliwahi kutoa clip nikasema kama kuna kosa lolote la kisheria ambalo tutakuwa tunatakiwa tuchukuliwe, basi tunaomba mtu yoyote ambaye atakuwa anatuhitaji apite ofisi hizo, akijitambulisha yeye ni nani na ana shida gani. Na sisi ukipiga okay, simu moja kwa moja tutakuja, kwa sababu za kiusalama wetu. Nina barua hapa, niliwahi kuandikiwa na mtendaji wa ofisi pale ya kunitambulisha kama mkazi wa Mkonze, hivyo nafahamika kwamba mimi ni mkazi halali wa pale Mkonze. Kwa hiyo hata nikihitajika saa yoyote ofisi zozote, pitia ofisi hizo zikinitafuta, na mimi nikathibitisha, basi mali popote nitakuwepo na nitapatikana zani kwa maelezo haya niishia hapa, tutakuja na maelezo mengine pia ambayo pengine tutakuwa hapa hatujayaeleza. Asante na nikutakia wakati mwema, endelea kufuatilia na uhakika jambo hili litakuwa na mwisho tu mzuri. Asante.